Habari, muambatane nasi mpaka tamati ya taarifa hii. Ikiwa ni takriban siku tatu kabla ya wananchi wa jimbo la Igunga mkoani Tabora hawajapiga kura kumchagua mbunge wao katika uchaguzi mdogo utakaofanyika Jumapili wiki hii, vyama vya siasa vilivyosimamisha wagombea katika kinyang'anyiro hicho vimeendelea na kampeni zake, huku vikiongeza nguvu za viongozi kwa kutumia helikopta ili waweze kuwafikia wapiga kura wengi zaidi. Miongoni mwa vyama ambavyo vimeongeza nguvu katika kampeni hizo, huku vikianza kutumia helikopta ni Chama cha Mapinduzi CCM chama na Chama cha Demokrasia na maendeleo Chadema. Mwandishi wetu niko Mwaibale kutoka Igunga, Tabora, anaripoti zaidi. zake. Helikopta hii imekuja na katibu wa halmashauri kuu ya taifa anayeshughulikia siasa na mambo ya nje Januari Makamba <tipi> na moja kwa moja wakaelekea jukwani na shughuli za kampeni zikaanza. Katika uchaguzi mdogo hatutafuti serikali, serikali ipo, na katika uchaguzi mdogo hatupambanishi sera, sera zinazotumika ni za CCM. Sasa anayeweza kufanya vizuri ni serikali, anayeweza kufanya vizuri ni sera za CCM, na anayeweza kusimamia ni mwenye sera, naye ni Dkt. Kafumu. Dunia inawatazama Igunga, tarehe mbili mtafanya uamuzi gani? na dunia inawajua, wanaogombea wako nane na sifa zao zinajulikana. Wanaigunga, macho ya dunia yapo kwenu. Tarehe mbili mtamleta nani bungeni? Ni taarifa yake. Niko Mwebale kutoka Tabora. Wakati hayo yakiendelea katika kampeni za chama cha mapinduzi, mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema Freeman Mbowe amewataka wa Tanzania kudumisha umoja wa kitaifa huku akikemea dhana yoyote ya udini na ukabila nchini. Mbowe mara baada ya kuwasili katika jimbo la Igunga kushiriki katika kampeni za uchaguzi mdogo wa ubunge katika jimbo hilo amezungumza na waandishi wa habari, na mwandishi wetu Noeli Mwakalindile ana ripoti zaidi. Helikopta ya Chadema ikipasua anga la Igunga mjini, siasa za lala salama Igunga zikihamia angani. Ilitua hapa kuongeza mafuta, kisha ikaelekea Nkinga kulikokuwa na mkutano wa jioni. Freeman Mbowe ndiye aliyesimama kabla ya Joseph Kashinde. Akagusia umoja wa kitaifa kumwambia Tanzania wawe Mkristo uchukua jiwa mche Mwislamu na ukamwambia Mwislamu uchukua jiwa mche Mkristo. Ukiligawa taifa kwenye misingi ya dini, ukiligawa taifa kwenye misingi ya imani, unaleta hatari kubwa katika taifa. Ni wajibu wa kila kiongozi awe watagala, awe wa CCM, awe wapolisi, awe waserikali, awu wadehemu lolote ya dini Ing ni kujenga ufa. Jua lilipozama ukawa mwisho wa kampeni hizi hapa Nkinga, Igunga vijijini. Mimi ni Noel Mwakalindile, TBC, Igunga, Tabora. Kamati ya maadili ya uchaguzi katika uchaguzi mdogo wa jimbo la Igunga imempa adhabu ya kulipa faini ya shilingi laki moja mbunge wa Tabora mjini Ismail Aden Rage kwa kosa la kuingia na silaha katika mkutano wa kampeni. Kamati hiyo pia imetoa karipio kali kwa Chadema kutokana na kulalamikiwa na chama cha Mapinduzi kuhusiana na vurugu wanazofanyana kwenye kampeni. Mwandishi wetu Niko Mwaibale kutoka Igunga Tabora na ripoti zaidi. Msimamizi wa uchaguzi mdogo wa jimbo la Igunga mwenyekiti wa kamati hiyo amesema kamati ya maadili ilipokea malalamiko kutoka Chadema. Desemba ishirini na tatu mwaka huu Rage alionekana katika mmoja mikutano ya kampeni huko Igurubi, alivunja maadili mbili pointi mbili si, ambayo inasema mtu yeyote haruhusiwi kuwa au kubeba silaha ya aina yoyote ikiwa ni pamoja na silaha za jadi au zana yoyote inayoweza kumdhuru mtu katika mkutano wa kampeni au mkusanyiko. Sasa kufuatana na adhabu ambazo zinatakiwa kutolewa kwenye maadili ya uchaguzi tunavyoyavunja, tumeamua atalipa faini. Kamati hiyo pia imepitia mara mapinduzi dhidi ya Chadema kuhusiana na vitendo vya vurugu wanavyofanyiana na kutoa kalipio kali la maandishi kwa Chadema. Chama cha CCM nacho kilileta malalamiko dhidi ya Chadema kuhusu vurugu ambazo wanafanyiana kwenye kampeni. tumewapa Chadema kalipio kali la maandishi kwamba vitendo hivyo kuanzia sasa visiendelee. Mwenyekiti wa kamati ya maadili ya, ya uchaguzi akanukuu vifungu vya sheria za uchaguzi zinazotoa mamlaka ya kutoa adhabu kwa wanaobainika kukiuka maadili. Kamati inaweza kutoa adhabu zifuatazo: moja, kutoa karipio la maandishi; mbili, kutoza faini kiasi cha laki moja kwa ngazi ya mbunge. Adhabu nyingine: endapo mhusika ataendelea kukiuka maadili au kutolipa faini, anaweza kusimamishwa kuendelea kufanya kampeni za uchaguzi kwa idhini ya kamati ya taifa. Adhabu nyingine, faini itakayotozwa na kamati italipwa kwa msimamizi wa uchaguzi au tume ya taifa ya uchaguzi. Kutoka Igunga, Tabora, ni mimi wa TBC.